Jakaya Kikwete ametoa wito kwa wanachama Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM kusimamia vizuri mapato yatokanayo na vitega uchumi mbalimbali mbali vya umoja huo, ili kufikia malengo mbalimbali ya kimaendeleo ya umoja huo. Rais Kikwete ametoa wito huo jijini Dar es Salaam baada ya kuzindua rasmi jengo la ghorofa 26 la umoja huo Yani vijana tawa lililopo Mnazi Mmoja jijini Dar es Salaam, ambapo Rais Kikwete amewaomba ame vijana wa UVCCM kulitunza jengo hilo kama sehemu muhimu ya mapato yatakayosaidia kuendeleza umoja huo katika kutumikia umma. Mwandishi wetu Nazareth Ndekia ameandaa taarifa ifuatayo. <muchilio> Wananchi na wanachama chama wa Chama cha Mapinduzi wakiwa wamejitokeza kwa ajili ya kushuhudia uzinduzi wa jengo jipya la Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM iliyopo eneo la Mnazi Mmoja. Rais Jakaya Kikwete ambaye pia ni mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Mapinduzi alifika hapa kuungana na wanachama na wapenzi wa UVCCM katika uzinduzi wa jengo hili la Vijana Tawa ambalo ni kitega uchumi cha umoja huo wa vijana wa CCM. baada ya uzunduzi huo rais kikwete alipata fursa ya kukagua sehemu mbalimbali za jengo hilo la ghorofa 26 akizungumza na wanachama wa umoja huo wa vijana wa ccm rais jakaya kikwete ametoa wito kwa uvccm kutumia mapato yatokanayo na jengo hilo katika kuendeleza umoja huo katika kutumikia umma katika hatua nyingine rais kikwete ametumia fursa hiyo kuhamasisha vijana waliojiandikisha katika daftari la kudumu la wapiga kura kujitokeza kupiga kura ya kuchagua viongozi watakaoliongoza taifa kwa nafasi mbalimbali. Nyie vijana lazima mjue kwamba wapiga kura wengi ni vijana, na safari wamejiandikisha sana. Watu wengi wamejiandikisha kwa kwa kwanza, kwa dhamira ya kupata kitambulisho. Inawezekana wengi wa wale wasiende kujitokeza kupiga kura nataka so, ni kitambulisho tu, lakini suala kubwa kwenye uchaguzi ni ile get out to vote, ili lazima dakika like, ya mwisho ile, jitokeze uende ukapiga kura, hasa wale unaoamini kwamba, kwanza lazima uwatengeneze wengi waunge mkono sisi. Na nahakikisha kwamba wale wanaunga mkono sisi wanatoka kwenda kupiga kura, wakitoka kwenda kupiga kura ndio ushindi. Ndio msipojali kwenda kuhakikisha kwamba wale wanaowaunga mkono wanatoka kwenda kupiga kura, anasema watakwenda tu, anasema asilimia arobaini na tano alafu walikwenda asilimia arobaini na tano wengi ni wa wenzenu. Ni kama mpirani unatoka umeinama vipi? Sasa bwana, tufunga hata tulivyofungwa tuelewe kuna kushtukia Lazima hilo, mmezuia pia kura wengine vijana, na ndio maana kwa kweli jumuiya vijana na kazi kubwa zaidi kuliko jumuiya nyingine zote. Mmoja wa walikuwa katika uzinduzi wa jengo hilo alikuwa ni waziri wa ujenzi na mgombea rais wa tiketi cha chama cha mapinduzi John Magufuli, ambapo amesema serikali ya awamu ya nne imefanya kazi nyingi za maendeleo na hata zingine hazikuwepo katika ilani ya uchaguzi ya ja CCM, ambapo walitanguliza masilahi ya umma wa Watanzania wote ametekeleza mambo mengi sana katika nchi hii. Yako mengi ambayo yametekelezwa hata ambayo hayakuwemo kwenye ilani ya uchaguzi. Hata hili jengo nina uhakika halikuwemo kwenye ilani ya uchaguzi <laughs> katika sekta mbalimbali mbali. Tuna ushahidi wa kutosha wa kuwaeleza Watanzania yaliyotekelezwa ninafahamu kwa sekta ya barabara kwa mfano, uliahidi kutekeleza angalau kilomita 11154 11, 11, lakini mpaka leo ninapozungumza zaidi ya kilomita 17762 72 zimeshatekelezwa na ziko kwenye hatua mbalimbali. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, unaweza ukazungumza katika sekta yoyote. Ukizungumza kwenye sekta ya elimu shule za msingi zilizojengwa, shule za sekondari zilizojengwa, vyo vilivyoanzishwa havina mfano. Ninafahamu hata chuo kikuu cha Dodoma ambacho kina uwezo wa kuchukua wanafunzi zaidi ya arobaini na tatu elfu hakikuwemo kwenye ilani ya uchaguzi, lakini umekijenga. Lakini hata chuo kikuu cha Mandela hakikuwepo, leo kipo. Kuna mambo mengi ya msingi ambayo imeyafanya na kuyatenda katika nchi hii. Ukumbi wa CCM wa Dodoma, hakuna mtu alitegemea utajengwa ukumbi mzuri kama huo, na wala tunajiuliza ijue hela ulizitoa wapi, kwa sababu hata kwenye ilani ya uchaguzi ukumbi huo haukuwemo. Lakini ofisi ndogo ya CCM ya Dar es Salaam imekarabatiwa katika kiwango cha kisasa. Unaweza ukaenda kwenye nishati zile laini za umeme zilizojengwa katika kipindi chako, ukiziunganisha zote, sifahamu zinaweza zikafika wapi. Viko vijiji vingine vyenye wakazi labda elfu moja tu lakini kuna laini za umeme zinaenda. Kwa hiyo kila sekta, mheshimiwa mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, umeisimamia vizuri. Kwa upande wake mwenyekiti wa Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM Sadifa Juma Hamisi amesema wamejipanga kushirikiana na CCM kuweza kushinda uchaguzi mkuu mwezi wa Oktoba mwaka huu ili kuendeleza jukumu la kuleta maendeleo kwa wananchi. Mheshimiwa Rais, UVCCM kwa vyovyote na kwa hali yoyote itakayokuwa tutapambana nayo kuhakikisha CCM inakamata dola. Tutafanya kila linalobidi ili kupata ushindi kwa urais wa Tanzania na Zanzibar. Hatutatishika na waigizaji kupita, kupitia sanaa ya siasa wanaodhani kujenga chama cha siasa ni matumizi ya fedha badala ya misingi. Hatutatishika na wala hatutatishwa wala kustushwa na wimbi la wanasiasa maslahi kuhama chama chetu. Walihama wengi tokea enzi za TANU na ASP, lakini, lakini vyama vyetu havikutikisika au kuyumba. Wapo viongozi wa chama na serikali waliofukuzwa uwanachama, wanachama na sisi pia hatukutetereka kuhama kwa wanachama wanaojitoa hivi, hivi sasa sisi baada ya kukosa kuteuliwa aidha urais na ubunge, wanawathibitishia Watanzania lipo jambo baya walilolikusudia ili kulihujumu taifa letu. Nazareth Ndekia, TBC, Dar es Salaam.